Naam, huenda hii ikawa ni habari njema sana kwa mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans baada ya aliyewahi kuwa kocha mkuu wa kikosi cha Yanga uh, bwana Miguel Gamond kuhusishwa kurejea katika kikosi hiko cha Yanga. Sasa uh, nilijaribu kupitapita katika official account zake kuangalia kama kuna lolote ambalo ameliandika kuhusiana na Yanga ama kurejea kwake katika klabu hiyo, nami nikaona kuna baadhi ya jumbe ambazo zinaonyesha kuna dalili ya ukweli kwa asilimia kubwa sana. Miguel Gamond jana aliweza kuposti picha um, ambayo inamwonyesha alikuwa kwa nje na aliyemchukua picha hiyo alikuwa ndani ya gari na alivalia jezi ambayo ukiangalia, okay, vizuri utagundua kwamba ilikuwa ni jezi ya Yanga na ameandika hivi wow it's to get back to my team huku ikitafsirika kwamba ni furaha ama ni heshima kubwa sana kurudi katika timu yangu ya nyumbani haijafahamika wazi ni kwamba uh, alichokiandika kina uhusiano na Dar es Salaam Young Africans. Lakini kwa mujibu wa habari ambazo tunazo ni kwamba mambo yamekamilika, na muda wowote kuanzia sasa, Miguel Gamond atatambulishwa kama kocha rasmi wa kikosi cha kwanza cha timu ya Yanga kwa sababu uh, aliyekuwa kocha wa timu hiyo Romain Folz ameweza kuvunjiwa mkataba wake kuhusiana kutokana na kutokuwa na mwendelezo mzuri, lakini pia uh, kuonekana timu haimudu um, kimazingira yote. Kwa hiyo uh, Young Africans waliweza kumvunjia mkataba Roman Force na sasa ni wakati wa kumtafuta mrithi wa kocha huyo ambaye kwa tunavyoambiwa, Miguel Gamond ndiye anakwenda kushika mikoba iliyoachwa na kocha uh, Romain Fos ambaye kwa sasa ametimkia nchini Afrika ya Kusini. Miguel Gamondi uh, kama unamkumbuka vizuri ni moja kati ya makocha ambao walipita katika klabu ya Yanga wakiwa na mafanikio makubwa sana. Uh, Miguel Gamondi aliweza kuipatia Young Africans tunaita, treble uh, uh, treble awards ama treble trophies, ambapo aliweza kufanikiwa kuiongoza Young Africans kushinda mataji matatu uh, kwa wakati mmoja. Tukumbuke kipindi kile Young Africans waliweza kushinda taji la ngao ya jamii, lakini pia walishinda taji la ligi kuu Tanzania Bara NBC Premier League, bila kusahau walishinda taji la kombe la shirikisho kwa maana ya CRDB Federation Cup ambayo, um, ilimpa heshima sana sana sana na kusababisha kuweza kuhitajika na klabu zingine nyingi sana na hivyo kuachana na Young Africans. Sasa, kutokana na Young Africans kuweza kuvunja mkataba na kocha wao Romain Folz, sasa inasemwa ya kwamba Uh, Miguel Gamond tayari amekamilisha makubaliano na the Young Africans na muda wowote ataweza kutangazwa rasmi kujiunga na klabu hiyo, klabu ambayo uh, ilimpa heshima kubwa sana, klabu ambayo ilimpa thamani kubwa sana na ilimpa mafanikio makubwa sana na yaliyosababisha yeye sasa kwenda katika klabu zingine huko uh, barani Afrika lakini katika nchi za Kiarabu. Una maoni gani kuhusiana na kurejea kwa kocha Miguel Gamond katika kikosi cha Dar Young Africans? Unahisi ni wakati sahihi kwa kocha huyu uh, kurejea katika kikosi hiko ama pingine, Young Africans wanafeli kutokana na uh, muda ambao uh, Miguel Gamonde anarejea ni muda si sahihi sana kwa sababu ya kuwa na mechi uh, mzito ya kimaamuzi ya marudiano kati ya Yanga dhidi ya Silver Strikers. Tuandike maoni yako kwenye comment section. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia kumbuka uh, kubonyeza neno subscribe, utakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia ya Mapro TV. Tuandike maoni yako, ni muhimu sana kisha kumbuka kushare video zetu.